KMC KMC msimu mm -hmm, uliopita alichukua tuzo ya mchezaji bora chipukizi yeah, alitoa assist tano na bao moja involvement ya magoli sita ambayo, mm -hmm, yakupishana sana na Mohammed Hussein ambaye eh, alikuwa na involvement ya magoli saba. Kwa hiyo mm -hmm, ukiangalia yeye ni, ni, ni Tanzania anawapa Simba uh, sababu ya kupumua kwenye ile idadi ya wachezaji wa kigeni 12 mm-hmm. kwa hiyo ni substitute ambayo Simba nadhani wamekaa wametafakari vizuri na na wamepiga mahesabu. Rahim Shomary ana umri mdogo, ndio alikuwa anacheza under 20 kwa juzi mchezo mm. wa Sekafa ya Gorogoro Heroes kwa nia kufuzu wa kufuzu under 20 na timu ya Sekafa ilikuwa mabingwa, alikuwa miongoni mwa regular starter kwa upande wa kushoto kabisa, na hata KMC anapocheza na ushindani mzuri pamoja na Hasim Masoud mm. wanachuana sana kwenye ule

moja ya dhahabu kama mfano Yusuf Kagoma unamwona, anastarabika sana kwa kwa kwenye kiungo, na mwalimu anampa details nyingi, anaboresha ya kiwango. Nadhani kwa Rahim Shomary, kwa hiyo it's okay. tunakubaliana kwamba kama ni kichwa cha habari tunaandika kwamba uh, Nouma ashindwa kumpa changamoto bila mm -hmm. Bila shaka, bila shaka. Kwa hiyo huyu anayekuja tunafikiri kwamba anaweza kutoa hiyo changamoto. Uh, kwa kwa haraka na, na, no, haraka ni ngumu kusema atampa kwa sababu eh, eh, Mohamed Hussein bado okay na uwezo wake bado ni mzuri. Kwa hiyo kitu kizuri ni kwamba huyu ana umri mdogo, huenda atakuwa na kabidhia t vizuri, atakuwa anajifunza wakati na ni wakati ambao uh, zile kauli za kustafisha wachezaji wetu zilikuwa zinaendelea, na sometimes watu wanapotaka kustafisha kwa sababu wamekuchoka yaani, unaona um, um, uko pale unacheza muda mrefu mm -hmm. Sio hizo yes. Zi, kauli zilikuwepo sana mm -hmm. uh, Shomari Kapombe uh, Mohammed Hussein ilikuwa inaonekana kama hawa watu wamechoka wanapaswa kutafutiwa <laughs> mbadala na pengine time yao ya kucheza kwenye timu ianze kupunguzwa kidogo kidogo. mm. si ndio? Lakini <laughs> at the time hao, hao mashabiki wanazungumza hayo, lakini Mohammed Hussein na Shomari Kapombe na wenyewe wana fikra zao tofauti. <laughs> <laughs> ni kama wanasema, ngoja nyinyi subirini, tuwaonyeshe kama walihamasika mm kama, kama wali, wali na wale ukosoaji yes. M, M, ngoja subiri, tuwaonyeshe. Kwa hiyo Nouma amekuja, hakuweza kum... Nani... Nani. Yes. Zimbwe yes, kwenye mm. ni tofauti mm. na, na anavyokuja Rahim Shomary ndio Rahim anakuja moja kwa moja as a backup ah, kama, yes, so kama mtu akuja kumtoa Zimbwe kwenye Zimbwe nafasi pale, okay.